Ni katika kanisa la Epifania Tokeo la Bwana katika jimbo kuu la Mwanza. Mwashamu, askofu skofu mkuu Renatus Nkwande ameongoza ibada maalum ya kuombea marehemu waliopoteza maisha katika madhira ya uchaguzi mkuu wa Oktoba 29 nchini Tanzania. Lakini pia tunaombea familia zote na Watanzania wote wale wanaopenda amani katika nchi yao waweze kutulia katika Mungu watulie wakiamini Mungu wao aliyewaumba tena akawaumba kwa sura na mfano wake. Hivyo basi, ninaanza kwa kuwapa pole. Kulikuwa katika mhangaiko, nimesema katika utangulizi fung katika yaliyotokea mara baada na wakati Oktoba 29, Askofu Nkwande anasema yamelitia doa taifa na taifa linapaswa kutubu. Ni dhambi na ameeneza dini Bwana wetu Yesu Kristo kwa amani, kwa hoja, hakueneza dini yake kwa upanga yeye, ili watu waokoke, ili apate wafuasi alikufa yeye mwenyewe, sio kuua ili upate. Leo tunajifunza kuua ili tupate, tunaua ili tuunge mkono, tengeneza hofu ili watu wakuunge mkono, wanyamaze. Ni dhambi. Kisasi katika agano jipya zilipendwa wafarisaa ya Bwana wetu Yesu Kristo, hata wanapomuuliza mbona, katika Agano Jipya anawaambia kwa sababu ya ugumu wa mioyo yenu. Kisasi ni ugumu wa mioyo ya wanadamu. ni zilipendwa, mauaji tena mauaji ya makusudi ni dhambi dhidi ya amri ya tano. Hivyo usiuwe, wala usipange kuua, wala usichekelee mauaji. Wako wengine kimsingi, mimi naona ni kama walikuwa na chekelea maneno ya mizaha, kejeli. Watu wanadai haki zao, wanaomba wanakejeriwa wengine wanaua kwa kushangilia, kwa kuwashangilia wauaji na kuwapongeza wauaji hao, nao mbele za Mwenyezi Mungu kabisa wanafanya makosa. Mimi nazungumza haya, ndugu zangu, kwa uchungu mkubwa, kwa sababu tuna tuna kizazi cha watoto wadogo walioona wakijifunza kutoka kwetu sisi wakubwa kwamba kumbe unaweza ukajieneza, unaweza ukafanyika kukubarika kwa njia ya nguvu kwa njia ya mabavu. Tunafundisha nini? Tunaasa nini? Katika kuhitimisha homilia yake, Baba Askofu Mkuu Renatus Nkwande anatoa wito wa kuenda katika meza ya maridhiano. Ole wenu ninyi mlioshiba sasa, kwa kuwa shiba shiba madaraka, shiba mali, shiba sifa. Oleweni ninyi mnaocheka sasa, kwa kuwa mkaomboleza na kulia. Ndugu zangu, mlie pamoja na wanaolia. Nazidi kuwapa pole, poleni sana Watanzania. Hili liwe fundisho na kamwe tusirudie tena. Na kama kweli tunapaswa kulimaliza, lazima turejee meza ya mazungumzo. Aliyekosa akili dhambi zake. Na baadhi ya waamini walioshiriki katika ibada hii wakawa na ya kusema huko mwito mkuu, wakifurahia kukaribishwa kwa mazungumzo ya pande zote mbili kabisa, kwamba uh, katika hali ya kawaida binadamu tunapokuwa tumekinzana basi sehemu pekee ambayo ina uh, ina, ina uhakika wa kupata kile ambacho tunakihitaji ni katika meza ya mazungumzano. Hatuwezi kupata uh, amani kama hatujaenda kwenye meza ya mazungumzano. Kwa hiyo ni vizuri tukarudi kwenye meza ya mazungumzano tukaangalia, wapi tulikosea, wapi tumeanguka, tunyenyuke pale ili haya ambayo yamejitokeza katika nchi yetu yasijirudie kwa sababu kweli, katika hali ya kawaida, Tanzania hatujazoea hii hali kabisa. Kwa sababu hiyo tunaona tunakoelekea siko na kwa hivi Uh, tumeaswa turudi katika meza ya mazungumzano tuzungumzane na tufike mwafaka. Tua, t -tua, t -tua, tuanze upya riki. Kwa kweli tumefurahishwa leo na neno la askofu, ametugusa mioyo yetu kwa kweli. Tunapashwa kupendana tuwe na amani katika nchi yetu, hai tulionao sasa hivi ni ngumu sana kwa kweli. Sisi Watanzania tuna hofu, tunashindwa hata kwenda sokoni, tunashindwa kwenda hata madukani kwa sababu haya mambo hayajawahi kutokea na hatujawahi kuyaona, mpaka tumefikia umbi huu ndio tumekuja kuyaona hii. Juzi chaguzi ya safari hii imekuwa na matatizo makubwa sana. Ibada hii imekuwa mzuri sana, na imeeleza sisi wakatoliki tulivyo na tumaini katika ufufuko. Tuna wajibu wa kiroho wa kuwaombea wazima na wafu. Kwa hiyo tulichofanya hapa ni kuwaombea wazima na wafu, kwa hiyo ibada yetu ina kibali mbele ya Mungu na katika umati huu, Mungu alikuwa pamoja nasi, na wenzetu bila shaka watapata manufaa makubwa sana, watapata uzima wa milele. Kwa kweli baba askofu ametutia moyo, hasa kwa hiki kipindi cha machafuko na mavurugano yaliyotokea. Kwa mtu ambaye ana imani, sio jambo rahisi kulipokea ila kwa msisitizo na wito wake, imani kitu cha msingi sana kukubali kilichotokea na kuendelea kuishi imani, ili kulinda imani yetu. Sauti za maridhiano zimeanza kusikika nchini humo kufuatia madhira ya uchaguzi wa Oktoba 29 mwaka 2025. Ni miongoni mwa yale ambayo yamesikika katika ibada hii maalum iliyoongozwa na Askofu Mkuu wa Jimbo Kuu Katoliki la Mwanza, Renatus Nkwande. Nikiripoti kutoka kanisa hili la Epifania tokeo la Bwana Bugando, jijini Mwanza. Martin Nyoni, SAUT Digital.